Sinto kuwa na muda zaidi ya dakika tatu, nachokuombeni nacho waislamu wenzangu kama alivyotangulia kusema Shekh Twaha Bane, hii ni siku ya kujibembeleza kwa Mwenyezi Mungu, kumuomba Mwenyezi Mungu kumdhalilikia, Mwenyezi Mungu kutaja shida zetu, madhambi yetu, na ametuambia kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala huwa anawaambia ta malaika kwamba waangalieni, hawa wote wamenifata mimi wamekuja kunidhalilikia mimi na kudhibitishieni hawa waja wangu nimewasamehe madhambi yangu. Kwa hiyo tukiondoka hapa tunaondoka tukiwa weupe, ina maana tukirudi nyumbani tunakwenda kuanza upya. Kwa hiyo ndugu zangu, tumuombe kwa dhati, tumuombe ukweli, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atusamehe madhambi yetu. Tuna madhambi mengi, wengine tuna madhambi ya kirikuu, wengine madhambi ya bajaji wengine madhambi ya bodaboda, wengine roli tani saba, wengine tuna madhambi ya treni mabewa. Tumwombe Mwenyezi Mungu atatusamehe, ameshatuthibitishia kwamba atatusamehe inshallah. Lakini uradi mkubwa ambao tumefundishwa hapa ni upi? Tusome kwa pamoja wanaume kwa sauti. Ina maana uradi huu hata mitume wa mwanzo waliokuwa kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na yeye mwenyewe Mtume Muhammad. Ina maana tunasoma uradi wa mitume una fadhila na uzito mkubwa sana. Pamoja na yote hayo, mwishoni katika dua zetu, kabla ya kuomba, tusisahau salatu ala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tumswalie Mtume sallallahu alayhi wa sallam mwisho wa dua. Sawa, umemaliza, wanasema alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali Muhammad. Taja shida zako, taja shida zako. Usiende nje kwenye jua. Jamani jua ni kali, jamani jua ni kali, ni zito sana, linakwenda limefika, nadhani 40 linafika. Tafadhali linafika, tafadhalini kama alivyosema Shekh Twaha, kwenda pale mlimani pale, hakuna chochote, ni sehemu ya historia tu. Popote pale ulipo, Shekh ametusomea hadithi wa Arafa, kulluha mawqif Arafa, sehemu yote utakayokuwa ni sehemu ya kumwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Kwahiyo tumuombe Mwenyezi Mungu, tuna shida nyingi. Tuwaombee wazazi wetu jamani, wa, tuwaombee wazazi wetu ndugu zetu. Kuna ndugu zetu wengine ni wagonjwa, wapo vitandani mpaka leo, wengine wapo mahospitalini mpaka leo. Kuna wengine ni wagonjwa hapa hapa katika mahujaji tuliokuja nao, ima sisi ama wengine. Tuwaombee ndugu zetu na mtume anasema kila unapowaombea wenzako mambo mema, malaika huwa wanaitikia amin, na wewe mungu akupe kama hivyo hivyo. Tusisahau kuiombea nchi yetu sawa, amani. Mnanisikia jamani? Mnanisikia? tuiombee nchi yetu amani, ndiyo manhaja Ahlu Sunna wal Jamaa. Amani, amani ina thamani, amani ina thamani. Tumeweza kuja kwa raha na amani na utulivu hapa, ni sababu ya amani ya nchi yetu bila amani hapajiki, hapatembeleki. Ndugu zangu katika imani, tuiombee nchi yetu amani na tumwombe Mwenyezi Mungu wale wote ni sababu ya Tanzania kuondoka amani. Basi ikiwa hapana budi, kwa baraka siku ya Arafa, Mungu awondoe wa wao, ama wabakie vitandani wamelala, wawe kama ndizi mbivu wasinyanyuke, watanzania wabakie salama. Mwenye kuuza kachori auze, mwenye kuuza alkasusi auze akiwa na amani, mwenye kuuza mkaa auze, lakini tukiwa na amani ya nchi yetu. Tumuombee kiongozi wa nchi yetu, rais wetu, pamoja na baraza lake la mawaziri, pamoja na timu yake ya watu wa usalama, pamoja na timu yake ya madaktari. Hawa ni watu muhimu katika nchi, tuwaombe ndugu zangu, tuombe. Mtu anaweza akaona hivi, Rusaganya anasema hivi kwamba nimeshashikishwa, nimepewa mzigo hapa, nipo Arafa. Hata jelo mwanangu, usijapewa Mmechukua hiyo? Mmechukua? Chukua hiyo. Hata jero sijapewa. Hapa nina reale tu za Saudia, lakini sijapewa kabisa. Hata ukimuuliza Ibilisi atakwambia huyo mshikaji bado. Kwa sababu kwanza sina chawa. Mimi si mindi kula kula chapati, si kula vitu gani? Sawa. Mi chai tu. Na hiyo chai yenyewe mimi si bana njoo unywe chai, lazima nikuulize mwanaume mwenzangu unanipeleka wapi? So hivi hivi tunakuja. Kwa hiyo nakuombeni dua tuiombee nchi yetu jamani, tuombe mambo yetu. Shekhe amesema baada ule uradi una dua zako, nyiradi zako mbali mbali, kama mmemsikia. Omba, tumuombe Mwenyezi Mungu, leo ni siku ya Arafa, mpaka ikifika jioni. Jamani, tukichoka hapo ndani, tutawakuta wenzetu hapo nje wamenyosha mikono. Usimshangae mtu kanyosha mikono, analia machozi, ana yake ya moyoni Tusiwe na umbea mpaka Arafa. Ebani mwangalie, huyo analia udada analia baba, acha umbea. Shughulika shughulika na yako, msiwaombea mpaka Arafa. tumeelewana vizuri sawa? Jamani, tuwaombee vijana ambao hawajaoa waoe wake wema, na wale wanawake ambao ni wajane hawajabishiwa hodi waolewe na wao. Tumuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala atupe kheri na baraka. Mwenyezi Mungu awaongezee wale ambao ni ahlul khair. Mungu afungue milango yao aongezee mambo yao, tuweze kupata radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Kwa hiyo, linalofuatia hapa, namkaribisha Shekhe Muhammad Sharif, imamu wetu aje aongeze, aongoze dua ya pamoja. Ndugu zangu, watu wa Mombasa wanasema dua ya pamoja, ndoo ufanye dua ya pamoja hapa. Naam. Naam. Jamani, itakuwa ni vizuri kuonyesha utiifu. Hivi kwa mfano, ukifika polisi simu unafunga ufungi? Ukifika mahakamani simu unafunga ufungi? Kwa nini inapokuwa msikitini tunaachia? Kwa hiyo nakuombeeni kwa sababu tunaelekea kwa Allah, hebu tuonyeshe utuvu na udhalili na uhitaji wetu na unyonge wetu. Tuombe dua, Sheikh anaongoza dua pamoja tukiwa tumeelekea kibla wote. Sawa, wale ambao tutakaonyosha miguu tunyooshe miguu. Wale ambao bado miguu ipo vizuri kwenye gym, nyosheni. Wengine tunaumwa, basi tuelekee kibla. Qiblaaman, tuelekee kibla. Shekhe piga dua, Shekhe Muhamad Sharif. Basi basi, nenda zako na utanipea ishara, na utanipea ishara kidogo, ukiona saa 6 na dakika 47